Hiyo mm, hata ibambi mm, amachatu tuni juu nilisikia watu wakisema inabamba kai, hebu ona. Oh, oh, oh, oh, oh! Ah, kumbe ilikuwa ianze kubamba hivi. Shida yangu ni sinaga uvumilivu ah. Kumbe ilikuwa ikuwe tamu hivi mm. Mboka, mboka, mboka, we ngukoliai, ni malameana nina kukatasanga kutumia hii simu yangu. Ni malangapi nina katasanga wewe kutumia hii simu yangu?

He, ana napenda hiyo kwanza, anakaita kandoki style, amesema hako apendi tiwa, si unasikia vizuri? Amesema apendi yako, ndo huyu mwingine eh, wini wini monitor wini monitor, ndo huyu anauliza eh, anauliza ati feb. ulienda ulienda na tuliambiwa na daktari tulu tulundi tuende tukangaliwe kama ka kisonono ka, ka e winanginacho winanginacho kisonono. Hey, winaginacho, winaginacho kwa nyumba, tuende tukaangaliwe kama kisonono, hmm.